Mara nyingi watu wanakarimu wageni, na hata hivyo imeonekana hata kwenye Biblia wanaokarimiwa zaidi ni wageni, lakini hatutarajii kuona mtu anakarimu wageni wakati watu wa nyumbani kwake wanashinda wanalala njaa. Anakarimu wageni, watu wa nyumbani kwake hawana malazi, hata nguo hawana. Labda anapatia watu nguo, anagawa nguo, lakini watu wa nyumbani kwake wanashin, wako uchi. Kwa hiyo ukarimu lazima uanzie nyumbani, na inawezekana hata pia katika watu wa karibu na wewe. Kwa mfano, tunakuwa tunazungumzia ukarimu, tunaenda kwenye magereza eh, tunakwenda magerezani tunakwenda hospitalini, lakini inawezekana kuna watu wako ndani ya kanisa ambao wanahitaji nguo, wanahitaji chakula, wanahitaji malazi. Kwa hiyo hawa wote wanahitaji ukarimu, pamoja watu wa nje pamoja na wa ndani lakini hebu tuangalie sasa ni mambo gani ambayo anayapata mtu mkarimu. Tukifungua kitabu cha Wakorintho wa Pili tisa mstari wa sita Wakorintho wa Pili tisa mstari wa sita inasema lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa atavuna kwa nini? Jamani, kwa ukarimu. Kwa hiyo ule ukarimu, kwa kadiri ya unavyofanya ukarimu, ndivyo ambavyo na wewe utaweza kupatiwa matunda ya namna hiyo hiyo. Nafikiri, nakumbuka, mnakumbuka ile fungu la yule mama wa Selepta ambaye alitoa chakula chake cha mwisho alichokuwa nacho, lakini aliendelea kupata mbaraka wa kuwa na chakula kisichoisha. Unga ule hakuisha tena mpaka njaa ilipokwisha.